Halo, habari. Naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. Wapendwa, katika podcast hii tashia nawewe jinsi ya kuuza bidhaa au huduma mtandaoni. Wajasiriamali wengi wanashindwa kuuza bidhaa au huduma mtandaoni, wanahangaika sana lakini hawafanikiwi Baadhi yao hawajui jinsi ya kuanza na wengine wanashindwa kupata wateja baada ya kufanya matangazo ya kusponsa. Wanatumia gharama kubwa kufanya matangazo ya kusponsa Facebook au Instagram. Kama na wewe unapitia hali hii, utafika mahali utakata tamaa, utafilisika kwa kutumia fedha nyingi kufanya matangazo. Matokeo yake biashara yako itakufa. Ukishindwa kufanya biashara, maana yake maisha yako yote yatakuwa ya tabu, utadhalilika kwa kukosa kipato, ndoto zako za zote zitatoweka na kuishi kwa kuombaomba. Lakini habari njema, leo katika makala haya nitashare na wewe jinsi ya kuuza bidhaa au huduma mtandaoni kwa kukufahamisha Uh, hatua za lazima unatakiwa kuzipitia katika mchakato wa kuuza bidhaa au huduma mtandaoni. Kuna hatua kadhaa unatakiwa kuzipitia kuweza kufanikiwa katika kufanya mauzo mtandaoni kama ifuatavyo. Kwanza, kutambua soko lako lengwa. Katika hatua hii unatakiwa kujua soko lako lengwa haswa ni lipi tofauti kati ya soko lengwa na hadhira lengwa na jinsi ya kufanya utafiti wa soko na kuchagua soko lako lengwa ili kurahisisha mchakato wa mauzo mtandaoni. Pili, kutengeneza ujumbe sahihi wa soko lako lengwa. Hatua ya pili, unatakiwa kutengeneza ujumbe wa matangazo wenye mvuto na aina ya tangazo lenye mvuto kwa walengwa ili kunasa wateja kwa urahisi mtandaoni. Tatu, kutambua jukwaa sahihi la kufanya matangazo. Hatua ya tatu, baada ya kujua mlengwa wako ni nani na unatatua changamoto gani ya mlengwa wako, unajiuliza mlengwa wako anapatikana wapi, ili kujua wapi anapatikana uweze kutangaza na kuwapata kwa wingi. Nne, kutengeneza mfumo wa kunasa wateja. Katika kipengele hiki, tunaangalia jinsi ya kutengeneza jukwaa la kuwasiliana na kuwafikia walengwa wa mtandaoni ili kutengeneza mahusiano, kujenga uaminifu kwa kutoa kitu cha bure. Inaweza kuwa ni ushauri au mafunzo ya bure kwa walengwa wako. Unafanya hivyo kwa kutumia jukwaa. Tano, kutengeneza mfumo wa kunasa thamani kwa walengwa. Unatengeneza mfumo wa kutoa thamani kwa walengwa wako. Katika hatua hii unatakiwa kujiweka katika namna ya kuaminika kwa, kwa walengwa. Tengeneza maudhui yenye vichwa vya habari vyenye ushawishi na kuwafanya walengwa wako waweze kupata shauku ya kununua bidhaa au huduma yako. Jambo la sita ni kutengeneza mbinu ya kufanya mauzo. Katika hatua hii, unatakiwa kufanya mauzo kwa kuvunja vunja vikwazo ambavyo vinaweza kuwafanya walengwa wako kushindwa kununua bidhaa au huduma yako. Katika somo linalokuja tutaangalia vipengele hivi kwa kina, hatua kwa hatua. Mada itakayokuja tutaangalia kwa kina kuhusu soko lengwa ni nini na tofauti ya soko lengwa na hadhira lengwa. Kama umefaidika, andika nimefaidika.